Mara nyingi tunapofanya top down analysis tunafanya kuanzia maybe niandike hapa kwamba ni analysis analysis alsis so,

hapa tunatafuta general direction ya market a uh, general general direction ya market, okay. Sawa. So, okay. Kwa hiyo kinachokuja kutokea ni kwamba baadaye tutaangalia entry okay. Tutaweza kuingia katika time frame gani? Mara nyingi entry unaweza ukaenda ukaitafuta katika 15 5 minutes au 1 minute. Eh bosi, angalia hii ni monthly time frame kwa dollar index, ambapo tunasema kwamba iliweza iko kama kwenye uptrend fulani okay. Na hapa ndio iko sasa hivi, ambapo obviously nadhani nasema price sasa hivi iko hapa, ambapo obviously tunasema kwamba ukiangalia hapa kwa kuwa akugeuka sababu hii hapa unasema kwamba ni kama ni liveso, kwa sababu aisi ilitoka hapa ikaja hapa, na imepanda hapa imetaka kushuka kulingana na wiki hiyo inayoonyesha kwa sasa unaweza ukashuka kwamba katika weekly time frame inakupa picha gani kwa weekly time frame. Ukiangalia unakuja kukuta kuna kendo ya wiki hii hapa, unakuja kukuta kwamba kendo ya mwisho wa wiki hii hapa, maana jinsi iliyofunga eh wakapushi price kwa, kwa, kwa sababu inaonyesha kwamba price ilivyofunguka iliweza kufika mpaka huku, lakini ikarudishwa na sellers kuja hapa. Kwa upande mwingine, tunasema kwamba sellers wako in control kama ni elaoi basi, tumeweza tukaangalia kwa daily ikoje? Mm. Kwa daily ukiangalia unakuja ukuta kwamba iko hivi, ambapo unakuja ukuta kwamba ukiangalia recent touches kuna kaane hapa na kuna touch hii hapa.

ndani ya four hours unakutana na kitu kama hiki, unakuja yeah, ukuta kwamba imetokea breakout na sehemu ambapo ime break kweli, kuna kulikuwa na resistance kubwa, ambapo yeah, ukiweza kuweka line unakuja ukuta kwamba huko nyuma pia kuna historia yeah kulikuwa na ukinzani kidogo hapa. Ukishusha kwenye taimfre ndogo hapa, kulikuwa na ukinzani mm hapa -hmm. Pia kulikuwa na ukinzani hapa mm -hmm. tu ndio iliweza kupita. Kwa hiyo tunachotegemea ni kwamba mm -hmm. kulikuwa kuna ie sapoti hapa mm -hmm. yeah. ambapo kutokea huku nyuma hii ilikuwa resistance, ndiyo resistance, na baadaye ikaja ikabreki, na baadaye kubreki ilikuja kugeuka ikawa support tunatarajia so, tunatarajia hmm, baada ya hapa price hmm, inaweza ikaja hapa ikafiri gepo hapa, lakini ikaja ikaripoti hapa, na baada ya kuripoti hapo inaweza ikarudi hapa juu, baada ya kushika zaidi mpaka hapa. Kwa hiyo kesho tunategemea kwamba itapanda kidogo na itashuka kwa speed. Haya ni matarajio yangu kwa kwa dola index, hasa ukizingatia ukitokea huku tachi hii almost, maanake hapa itakuja kutafuta tachi ya tatu somewhere hiyo.